Manake kuna mmoja hapa anasema yeye amevumilia, anasema kama wangu ana miaka minne, bimsafari bila kufanya tendo la ndoa, aendelee kuvumilia? Ha, haiwezekani. Hata mwaka hata nusu mwaka pia ni jambo ambalo mtu haiwezekani. Hilo si jambo la kuvumilia hata wiki moja, halifikii wiki moja. Na, na tena wacheni niwaambie, mnaonisikiza, tendo la ndoa ndio tendo la kuleta baraka katika mi, mi kazi kazini, <laughs> hata mashambani. Hili tendo likikosekana, hata kwenda kupanda mahindi shambani, mavuno hayapatikani, maanake <laughs> ni tendo liliwekwa, ndio linaleta kama kitu utakaso, waamini msiamini, linaleta utakaso ndani ya nyumba Rashid. Hili tendo linapotokea, hata shuleni watoto wanakuwa na amani, hata nyinyi wenyewe kazini mnakuwa na amani. Kwa hivyo wale mnaofanya kama hilo mwelewe, mnafunga baraka za Mwenyezi Mungu. Hiyo isipite siku mbili ya tatu, basi elewa yale mambo nimekuambia yataandamana na wewe. Kwa hivyo jaribu uone, msuluhishe ili hili jambo liwe sawa, na ndio maana kukawekwa neno ndoa. Uh, lakini kuna kitu kimoja ambacho pia takana tukizungumzia katika masuala uh, kutoshanisha maisha mm -hmm. unaangalia Eh, ni kutoshanisha maisha. Unaona kama mtu niwajitoshanisha na mtu fulani <coughs> alafu ule ulie naye hana uwezo ule, lakini eh, wewe unaimani kwamba lazima atekeleze yale ambayo ulionayo. mm -hmm. Basi baada ya muda unaanza kushindwa kuvumilia zile ahadi zake, ile subra yake kwa sababu ya kile ambacho nakiona nje kwa maisha ya wanandoa wengine. Hilo nalo lipo sana, ambalo pia ngine linachangia sana mtu kushindwa, uh, unapata kufumilia. mtu namsikia kwamba amechoka ye amechoka na ukiangalia sana, anatafuta kasoro kidogo tu, hajatendewa makosa, lakini amechoka kwa sababu ya yale anayaona kule kando, lakini wewe hujamkosea mm -hmm. lakini anashindwa, nakwambia na ukweli, hakwambia ukweli. Mm -hmm. lakini anatamani maisha ya kule nje mm -hmm. kwa hiyo uvumilivu ule wa kwamba mimi nikae na wewe hivi mpaka lini mm -hmm. Tafuta sababu moja pia naye anaondoka kabisa, lakini hatujamjibu yule bibi amesema. Uh, labda tuende kwa Miriam, amekaa miaka minne, avumilie ama achane na ndoa sasa. Kama mwaka wa kwanza umepita, watatu wanne, aendepi? Bado yuko ndani ya ndoa yake. Lulu naomba mm -hmm. na, nijibu na kama, kama mwanaume katika hiyo miaka minne, kabla ya miaka minne walikuwa wakiishi vipi katika tendo la ndoa? Lazima tutambue hicho kitu. Lakini la pili, katika hii miaka minne amepata changamoto ya maradhi kwa sababu tunapo unapoolewa kuna shida na kuna raha. Kwenye raha usiuseme nipo kwenye shida ukamkimbia. Tuangalie yeye huyu bibi ama huyu mwanamke aliishi vipi na mume wake kabla hajapata changamoto hiyo. Alikuwa yuko hodari kwenye tendo la ndoa, anapomhitaji yeye mwanamke ama mwanaume anapomhitaji, wanaweza wakaenda pamoja na wakafurahia kwa pamoja lakini amepita changamoto katika hii miaka minne, ambapo inawezekana amepata maradhi ama inawezekana kibinadamu kuna kitu anakiwaza. Unajua, mwanaume akiwa hana pesa, akiwa hana kazi, tuzungumze ukweli, tendo la ndoa kwake inakuwa ni nadra, labda apate mwanamke ambaye ni mtundu, mwenye uwezo wa kumshawishi na akatoa zile fikra ambazo anazozifikiri, mwanamme atakuwa yuko vizuri. Lakini msifa wa mwanaume ni hiyo, akikosa pesa, akiwa labda nyumbani kuna vitu vinamvuruga vinamchanganya, si rahisi katika tendo la ndoa. Lakini kama waliishi vizuri, mwanamke anapaswa kumstamilia. Anamstamilia kivipi? Mfano, mume wake anajali familia, anaangalia familia upendo huko pale pale, ambao anaomwonesha. mm -hmm. Labda tukirejea, kwa sababu yeye ni mwanamke bado mdogo, anahitaji. Lakini kama dini inaruhusu, tuangalie iko katika dini gani, basi anaweza kwenda kuambia ama familia ikakutana, lakini kumbuke ni jambo la aibu japokuwa usije ukafanya kitendo kinyume kwa sababu mume wako anaio anaio changamoto. Kwa hiyo lazima tukae tuangalie, na mwanaume mwenyewe aridhie kuweza kumwacha kwa sababu anajua, najua mwanamke anapokuja nyumbani sio wakuosha vyombo, alihaji kwa sababu ya kufua haji mm -hmm, kwa sababu ya kupika mm -hmm, haji kwa sababu ya, anakuja kwa ajili ya kitu hicho tu kuunganisha familia, lakini yeye mwenyewe ana ubinadamu gani kwa mume wake basi nafikiri umemsikia ametumia falsafa sana mm, kuelimisha uh, watu kuhusiana na mada kama hiyo. Kwa hiyo kama ni maswala ya kimatibabu, ana fursa ya kuweza kumvumilia aa, na kama ni maswala ambayo pengine sio ya kimatibabu, pia angalie jinsi na jana angekuaje, wasaidiane mm, uh, nafikiri ni ushauri mzuri zaidi ambao upo uh, na kama ni maswala pengine ya kimawazo, mtu ana mawazo, ana msongo wa mawazo, anasema basi binti ajiongeze yule jamaa ili yale mawazo yamwondoke. Naam, Bi Msafari, kuna mmoja anauliza, na yule ambaye unamvimilia akikufikisha mwisho unafanya nini? Kwani mwisho wa uvumilivu utaujuaje? Mwisho, a, mwisho ako, umefika, unasikia ume wajua. Mi kila wakati nimewambia, unaposikia mtu anakwambia siku moja nitakumaliza ama ni mke anamwambia mme, hmm. siku moja nitakumaliza. Hata kama ni mme pia jiondokee, maanake sasa siku hizi tumeona wote ni mambo ni hayo hayo. Kwa hivyo nasema pale inapofika watu wanatishiana kwa kumaliza mtu maisha, ondoka, usikae. Hata kama ulifunga ndoa akaja president, ondoka <laughs> akikutishia maisha, toka. Wacheka mwanangu <laughs> Hata kihudhuria harusi yako mm. usi... na unatishiwa hivyo, ondoka hata kama ni mwanangu mimi, atoke kweupe. Nasema ni usijali harusi ilikuwa kubwa kiasi gani, ona kiasi gani maisha ya mtu kabisa kabisa <laughs> Naam, na pia pengine kama tuna muda, kuna swala sio kama mwelekezo, kuna kuna, kuna muda ni kwamba, pia kuna kitu kimoja Miriam kodeka, moja, ngependa, kwa dakika moja ningependa kuzungumza. Wanasema kwamba maudhi yani maudhi kwenye ndoa pia uyafanye uvumilivu ukaishi yani kwamba umeshindwa kuvumilia maudhi yengine ya kuyaona mm-hmm. yengine ya kuyasikia uweza kulizungumzaje hili swala? Maana tuona kwamba maudhi ni jambo dogo lakini lina athari kubwa sana pia katika ndoa. Mm, yasumbua sana. Unajua. Naomba nizungumze kwa kidogo lakini mm, iwe na faida kwa watu wote. Maudhi ama karaha kwa mume, ama kwa mke huwa inapunguza kasi ya mapenzi. Na ndio sababu ya baadhi ya wanaume kutoka nje ya ya ndoa na ndio sababu ya wanawake kutoka nje ya ndoa, lakini hakuna mwanadamu ambaye ni mkamilifu kati ya mke na kati ya mume. Ili kuijenga familia, unapaswa kujitathmini kwamba natakiwa niishije na mume wangu, kwa sababu ulikubali kuolewa kwa ridhaa yako na alikubali kukoa kwa ridhaa yako na sababu ilofanya mkaoana nyinyi wote mnajuana. Lakini unasema ndoa ni kama riski, wakati mwingine inapungua na wakati mwingine inakwisha na inaweza ikaja riski nyingine. Wanasema kuna vitu usivilazimishe, ukiona hapa mimi hapa fai, ndo nikasema ndoa ni kama riski. Inawezekana ukawa mwanaume umeoa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, watu wakakucheka lakini ya nne kumbe ndio ikawa ni riziki yako ya kufa. Wakati mwingine mimi siwezi kuhesabu eti mi na ridhaa ndo tunaweza tukaja tuka, tuka zika akaja akanizika ama nikamzika, lakini Mungu ndiye anayepanga. Inawezekana mi nisizikwe na mume wangu na mume wangu asizikwe na yule. Ndio maana nasema, ndio wakati mwingine ni kama riziki. Unaangalia kwamba kwa nini nife na tai shingoni, unaamua kuondoka. Lakini unaona kama una uwezo wa kustamili wa kuvumilia, basi. Kila binadamu tumetofautiana kwenye uvumilivu, Rashidi. Sema kitu, kauli nzuri sana mi, nakumbuka pia niliambiwa na mwalimu um, wangu mm -hmm. Anaambia kwamba mwanamume ni kama mti wa muhogo. mm -hmm. Ukitupa mali popote unaota. no. <laughs> na mi, mi kuna kitu kimenijia tukizungumza swala la u... mwanamke ni kama majani ya muhogo. mm -hmm. Yakionekana yanatumiwa. Wow. Ya unaweza tumia kama dawa, unatumia kama mboga, unatumia ni. Kuna falsafa nyingi lakini hayaachwi. mm -hmm. <laughs> Hata mifugo wanatumia. Aha, mimi ki upande wangu nilikuwa nasema sidhani kama kuta, tunapaswa kuwa na neno uvumilivu ndani ya ndoa. Muhimu upo uvumilivu. mm -mm. Uvumilivu ni kuendekeza yale mambo ambayo umekuwa ukifanyiwa. Mimi kimtazamo wangu, watu wanasema kuvumilia labda matusi, kuvumilia masimango, kuvumilia umenyenyaswa Iwapo utatusiwa, iwapo utasimangwa, iwapo utafanywa lolote, hakikisha kwamba hulali na hilo fundo, na ujue pia kuna uvumilivu wa mapenzi kuwa mengi, usiangalie tu shida. ah, mi naongea upande wa shida, maanake tukuwa tunazungumzia masala, tunasema ni uvumilivu, una, unavumilia maanake, ona kwamba kuna mazuri mengi, lazima pia uvumilie. ah, ah, tuzungumze upande wa shida. Nasema usio unalala na fundo, ukilitoa lile fundo, hakuna stori ya uvumilivu. Mlishamalizana. Hakikisha kwamba ukiwa mnalala usiku, mnajifunika blanketi lefundo umeweza kulitoa. Kwa hivyo utasema ah, sijavumilia, tuliashamaliza jana usiku, mbona niavumilie? Na tunaweza maliza usiku. Ndoto za maisha lazima uvumilie, maanake mm, kuna mambo lakini, kuna ndoto za maisha, mnataka maisha wawe hivi, wanao wawe hivi, mke wako wawe hivi, na pia kipato ni kidogo, ile pia ni kuvumilia. Ile safari, maanake una imani kwamba mume wangu atafaulu, mke wangu atafaulu. Sasa ile utasemaje? Ulali na fundo pale? Unalala na matarajio hayo, ni matarajio na ni uvumilivu pia. Ukishindikana hapo utaondoka, utasema nimechoka, maisha magumu, naenda kwetu. Kwa hiyo uvumilivu una mambo mengi sana, si hivyo? Itategemea na vile ambavyo unaielewa mi, sisemi kitu, lakini ukimpata wa kuvumilia, mtunze sana, maanake ni wachache wanaweza kuvumilia. Mpaka lala salama, kwaheri mtazamaji. This is Legran from Simple Generations.